Jambo jingine ambalo pia nalitupa kwa Waislamu ni lile ambalo limeguswa katika risala na likaguswa pia na waliotangulia kabla ya katibu mkuu, jambo la amani. Jambo la amani, hata mtu kama atakasirika kwamba tutasema sana, hatutaacha kuwa tunasema sala la amani, kwa sababu ni swala muhimu sana. Amani sio kitu cha kuchezea, amani ni kitu ambacho kinahitaji kutunzwa na ikiwa nyinyi mwahisi kwamba mmejaliwa na Mungu mko katika amani, si mpaka muitunze. Kama hamuitunzi amani itachafuka. Mara nyingi ilikuwa nikitoa mfano kwamba amani ni sawasawa na yai, ukilishika, ulishike kwa uangalifu mkubwa, likikuponyoka, likaanguka, lile yai litavunjika na huwezi kulizoa. Na ndivyo amani inapokuwa imeharibika kuirudisha kwake ni tabu sana. Na mfano mzuri, wewe safirisha tu fikra zako, mawazo yako, angalia nchi ambazo zimechafukiwa ni amani, zimerudi ile amani? Na hata zile ambazo tayari sasa kumeanza kutulia, mnaona bado wako katika raha? Ndiyo maana Mwenyezi Mungu akawaamrisha Waislamu kwamba lazima mshukuru sana na mwabudu Mungu kwa neema ya amani, Asema faliyabudu rabb hadha albayt alladhi ataamahu min ju wa amanahu min khauf, anaambia makureishi kwamba mwabuduni Mungu wa, Mungu wa nyumba hii Alkaaba, ambaye amekupeni amani na akakulisheni katika njaa. Watu wote wanapastahi mahala hapa, wanapaheshimu mahala hapa, hawezi wakaleta vita mahala hapa. Mshukuruni huyo Mungu aliyofanya hivyo. Ili ni mafunzo ya kwamba amani haitakiwi kuguswa. Sasa katika nchi yetu hatuwezi tukaachiaachia tu, hatu hivi, mtu anajaribu kuleta viashiria vya kuweza kuharibu amani, alafu wenyewe hatuna neno, tumwangalia tu kawaida tu, kwamba hivyo ndio sawa sawa, au maneno yasiyo kwa fikra, maneno ya watu juhala. Anayeweza mtu kusema kwamba wacha kinuke, hata kishanuke, ni maana nini? Kishanuke ndio utakaa wewe katika nchi, atakaa shangazi yako katika nchi ataka babio katika nchi, patakalika tena mahala hapo. Hilo la kwanza, lakini la pili la kufikiri, ambalo Mungu ametuambia katika Qur'an, ametuambia kila mara akituambia, anataka tuzitumie vizuri hizi akili zetu. Anasema afalata aqilun, je ham, hamtumii akili zenu nyinyi katika kufikiri mambo, afalata tafakkarun, hamfikiri vizuri mkaingia ndani katika kufikiri katika jambo lolote ukitaka kulifanya ni sharti ufikiri vizuri. idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibata, ukitaka kufanya jambo fikiria mwisho wake. Mmefikiri vizuri mpaka mnaona ni mahala unaweza kufanya jambo lolote na, tusighilibiwe. Tusighilibiwe na hata likitokea halina neno, Waislamu, na tusighilibiwe hata Watanzania wote tusighilibiwe, lazima tufikiri. Mtu tumu assess yule mtu kwamba anatuambia nini, nini itatokea, faida yake ni ipi, tutakuwa katika hali gani baada ya kumfuata mtu huyo? Haya ndio mambo yanatakiwa watu watazame, na ndio Uislamu umetufundisha vitu vya namna hiyo. Nitaka kidogo nipasemee hapa, nitupe maneno haya kwa Waislamu na Watanzania, ili tuelewe kwamba Mwenyezi Mungu ametujalia neema ya amani katika nchi, lakini lazima tuelewe tumezungukwa, alafu tuko katikati, tuko senta, wenzetu walio tuzunguka wana amani wengi wao hawana amani, wanakimbilia wapi? Tanzania ikichafuka, Tanzania twenda wapi? Yalla jalalu. Lazima tuangalie haya, ni mambo muhimu sana. Hatakiwi kufatafata tu. Mtume alayhi salaam amekataza, ame, ame, ame akasema, anawaambia sahaba mmoja, wala takun imaa usiwe ngoma iko yani, usiwe mtu ambaye likitokea jambo fulani, mimi niko pamoja na fulani, ana maa fulani, ana maa fulani Hapana. Wewe mwenyewe utumie fikira zake zako katika kuona namna gani unaweza ukasababisha e, machafuko katika nchi. wa mudhamu nnari min mustasghari sharar, moto mkubwa asili yake cheche. Kamata maneno hayo, moto mkubwa asili yake cheche. Kila unavyoiachia cheche kwamba haina neno, haina neno, ni cheche tu ya moto haina neno Baadaye kutatokea mlipuko mkubwa, haiwezekani kuuzima. Kwa hiyo tusikubali kabisa viashiria ambavyo vinaweza kutuharibia amani yetu katika nchi yetu nzuri ya Tanzania, na tuko katika mwaka mbaya ambao wanaweza wakatokezea watu wakaharibu amani. Mimi sina mahali pa kukimbilia, na mimi na hakika, na wewe huna mahali pa kukimbilia. Kwa hiyo ni juu yetu basi, kama ni hivyo, kuitunza amani.